Historia ya kanisa pale mwanzo wa kanisa, tunajua kwamba kanisa halikuanza vizuri uh, useme vizuri kwa sababu kanisa lilianza wapicha wa, wa kwa maubaa. Kanisa lilichukiwa, hili hili la Kristo lilichukiwa.

a chakula cha bakiingi sana unachomwa moto ukiwa hai kama Mtakatifu Kipliii, ambayo utasikia, yeye alichomwa, alitoa harufu kama ya mkate ukiwa umeokwa, lakini hawa